Napenda kumshukuru Mungu maana ni mwema mm. Ametutetea, ametupigania mkizima hii, pamoja na kazi za dunia hii ambazo zimetushika, lakini tulihudhuria katika kipindi hichi ambacho Mungu ametufanya tuhudhurie, nasi tunamshukuru maana tumeuona mkono wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaweza kushangaa kwamba Mungu kweli ni mkubwa, tena ni mkubwa sana ndio maana mtu anapoongea neno la kumdhihaki Mungu au la kudhihaki haya madhabahu ambayo yanahudumiwa na Yusufu, nina uwezo wa kutamka neno baya kabisa juu yake na nikampata kwa sababu, juzi Alihamisi, wakati ninakuja hivi, nilichelewa ule muda wa kuingia semina ile ya saa kumi, sikuwahi. Lakini usiku nikaweza kufika mahali hapa. Nilipokuja hapo katikati nikang'atwa na nyoka. Wezi kuamini wakati mnakuja hapo kwenye hizo nyumba hapo juu, naomba makata. Wanauliza aliyeng'atwa na nyoka ni nani? Bwana Yesu asifiwe, amen. Ndio kashisha akatoka akasema, mama, umeng'atwa na nyoka, mbona unaongea kama vile hujang'atwa na nyoka? Nikamwambia, Hakuna nyoka iliyo ni ng'ata ambayo ina nguvu, maana kuna nguvu ambayo iko ndani ya Yes, haleluya. Hata haiwezi kunifanya chochote, amen. Akaniambia, nenda hapo kwa nani, kwa China ukapewa ile dawa ya kutoa sumu ya ya nyoka. Ukamwambia, kuna anayeweza kutoa sumu ya nyoka wow. zaidi ya hiyo ambayo umeiamini kwamba inatoa sumu ya nyoka yeah. Basi ikabidi aondoke, nikamwambia we nipe- nipeni haya makata. Nikachukua makata nikalamba, lakini pia ninamshukuru Mungu, maana nilipofika hapa kwenye hii madhabahu nilikuwa nasikia maumivu pale mahali ndipo ng'atwa, lakini mtumishi alivyoshika mguu wangu akaomba Bwana Yesu asifiwe. Tuna uh, nguvu ya ajabu, maana yale maumivu yalikoma pale pale nikaamka, yeah. <coughs> nikaenda shambani, kuna mahali nilikuwa nimeshika kasehemu kwa watu nilime, kwa sababu nimechukua kitabu cha cha mtumishi, nikasema sitaacha kufanya kazi kwa sababu eti nimeng'atwa na nyoka. Mimi yale maumivu yalikoma pale pale, subuhi nikaamka, mtoto wangu yule mdogo ananiuliza mama, Jana, si umeng'atwa na nyoka, sasa unaendaje shambani? Nikamwambia, si mimi nilieng'atwa na nyoka huyo yeah. shetani ambaye alikuwa ameweka nyoka yake njiani ameng'atwa yeah. yeah, na hiyo nyoka. Amen. Amen. Amen, naenda kutumikia ile kazi ambayo nimesema ninaifanya kwa ajili ya kile kitao, ili niweze kupata ile pesa. Bwana Yesu asifiwe. Kweli kila mtu anashangaa, maana hata binti yangu nilipomwambia kwamba nimeng'atwa na nyoka u <laughs> kama kweli wewe ukimwona Mungu basi utakaumwone Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kweli nitakuwa na wasiwasi wasi sana na mashaka, kama umefika kwenye hii madhabahu alafu hujapokea kitu hata kimoja, basi utakuwa una hasara kubwa sana. Aliyekuwa na hasara ni wewe, sio mtumishi aliyetoka huko mbali akakuletea neno ambalo ametumwa na Mungu. Sisi ambao tuko hapa kwa ajili ya kupokea, kama hujapokea wewe, ndo utakaye kuwa kuna hasara. Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu kwa sababu familia yangu ni njema, angu, ni njema inaendelea kumtukuza Mungu. Nimeamka nikawaambia watoto wangu, endeleeni kumtumikia Mungu maana sasa hivi tuko vitani. Mm-hmm. Unapoinuka kitandani, nimwambie Baba asante kwa sababu kuna mba ujana lakini sasa hivi wako mochwari wewe umempa nini Mungu? Kwa hiyo ukiamka asubuhi, mwambie Baba asante kwa sababu umeniamsha tena, ni siku nyingine tena ya kukutumikia na kukutukuza. Bwana Yesu asifiwe, amen.